Sarakasi za ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA zimeendelea kuwa mjadala kote nchini. Hii ni kutokana na uwepo wa kundi la G55 na wale ambao wanatajwa kwamba ni watiania wenye hamu ya kutaka kugombea, lakini msimamo wa chama wanapingana nao na unaonekana ni kama wanataka kuwaua ndoto zao walizokuwa nazo kwa muda mrefu Wenyewe leo wamekuwa na kikao na wanahabari na kuendelea kuwataka wale wengine ambao wapo ndani ya chama wasiondoke, waendelee kufanya ustahimilivu, wakati wenyewe wakiendelea na mchakato wa kufanya ushawishi kwa uongozi ili kuruhusu chama kishiriki ndani ya uchaguzi mkuu baadaye mwezi Oktoba, licha ya kwamba taarifa zinaonekana rasmi ya kwamba uh, kuna ugumu wa chama hicho kurejea tena kwenye kinyang'anyiro hicho. Katikati ya hayo yote, ndipo ambapo pia makamu mwenyekiti wa CHADEMA bara John Heche naye anakamatwa akiwa katika harakati za kutaka kufanya mkutano wake pale Kariakoo. Kulikoni ndani ya CHADEMA? Je, harakati hizi ndizo ambazo zinaweza kukivusha chama hichi ambacho kimeshakuwa chama kikuu cha upinzani hapa nchini, ama ni moja ya gia ya kuendelea kwanza kukidhoofisha taratibu na kuangukia kule ambako wengine walishawahi kupita, njia kama hizo, ndicho ambacho tutakachokijadili juu ya meza hii leo ya Uchanganuzi. Naitwa Nurdin Selemani nikikualika tuwe sote studio. Tunaye Dr. Richard Mbunda, mchambuzi wa maswala ya siasa, lakini pia ni mhadhiri kitaaluma. Karibu sana. Mambo yanakwenda mambo yanasogea. Njia ya teknolojia pia itatuunganisha na Thomas Kibwana ambaye yupo hapa hapa Dar es Salaam. Karibu sana Thomas. Asante sana ndugu yangu, okay. Tuanzie kwako no. Uh, Mbunda, tumeshuhudia leo kwa mara nyingine tena G55 imefanya tena mkutano na wanahabari no. na ujumbe no, wao umekuwa ni kusisitiza kwamba wale wana chama ambao wanaunga mkono kile ambacho wao wanakifanya wasijiondoe ndani mm. ya chama mm. waendelee kuwepo wakati wao wakiendelea kushawishi uongozi mm. eh, urejeshe eh, mawazo nyuma na hatimaye waingie kwenye uchaguzi. Kwanza, msimamo wao huu mm. unaweza ukafanya badiliko lolote kwa kile ambacho tumekiona ndani ya chama cha no reforms no election naam? Uh, sidhani, kwa sababu unachokiona ndani ya Chadema na hata katika majadiliano niliyofuatilia, kuanzia G55, kundi ile la G55 watoe waraka wao, ni kwamba ni kama vile chama kimegawanyika mm. e, na kuna mwanachama mmoja ambaye naambiwa alishawahi kuwa kiongozi kiongozi vile vilevile huko nyuma na ni mmoja wa watu waliotia saini kwenye ule waraka, alisema kwamba Uh, walikubaliana au kulikuwa na ushauri umetolewa, kwamba eh, na ulitolewa na mwenyekiti uh, aliyemaliza muda wake ndugu mm. uh, Freeman Mbowe kwamba mwenyekiti mpya akiunganisha chama, kwa hiyo tayari kulikuwa na mpasuko, kwa hiyo takiwa kuwa na mikakati ya kukiunganisha chama. Sasa inawezekana hiyo hiyo mchakato wa kukiunganisha chama haujafanyika na baadhi ya wanachama wa Chadema wanaamini kwamba chama hakijaunganishwa, kwa hiyo inawezekana, labda pengine, tunachokisikia hapo ni kujaribu ku au tunachokiona ni watu wanajaribu kushinikiza kwamba kuna mpasuko ndani ya chama na labda pengine tiba yake inatakiwa ianze ndani kwanza mm. Sasa katika muktadha huo utagundua kwamba upande wa uongozi nao una msimamo wake, na kwa bahati mbaya zaidi aliyepo kama ni mwenyekiti ni mtu mwenye msimamo haswa e, na makamu wake naye ni mtu mwenye msimamo haswa. Kwa hiyo unaweza uka, ukaona kwamba ingawaje e, huku kundi la G55 linatoa Eh, kundi la G55 linatoa hmm. kama ushauri lakini nao una, una, una, wana, kuna kamba fulani ambayo wanaivuta okay. Na hata katika matamsho ya leo ukiangalia, uh, kwa kina eh, wanasema wenyewe ukisoma katikati <laughs> ya mstari <Ya> mstari. <laughs> utagundua kwamba kuna, kuna nguvu fulani ambayo wanayo eh, kwa okay. mfano wanasema wao wana, ni 55. eh, wa, wa wagombea wa, wa wa na watiania wa 2025 mm. Lakini wanasema wanawakilisha zaidi ya wanachama mia mbili ambao wengine ni viongozi wa ngazi za juu mm. E, hawajawataja pale viongozi wa ngazi za juu ni wapi mm. <laughs> Lakini vilevile leo anasema kwamba kuna madiwani kama 80 mm. mm. ambao wanauliza ana, ana, ana, kwamba hatima yao iwe nini ina maana wale vile vile wana mamlaka ya kuamulia baadhi ya <laughs> na hatujui kwamba mwisho, mwisho yote kitakuwa nini, kwa sababu unaweza kukuta labda pengine kwenye, kwenye uh, press conference ya tatu wakaja na labda pengine azimio ambalo ni tofauti kabisa na haya mambo tunayojadili hapa. Labda pengine wanaondoka hatujui, watahamia upinzani hmm. B au watahamia <laughs> chama tawala. Kwa hiyo hmm. mimi nadhani bado sarakasi zinaendelea okay. na. Kibwana, uh, tunashuhudia kwamba uh, mgawanyiko kama ambao Dkt. Mbunda ametuambia, hali hii ambayo inaonekana ndani ya CHADEMA licha ya kwamba wenyewe wanasema uh, bado hawataki ionekane kuna mpasuko, wanaamini kwamba wao ni CHADEMA licha ya kwamba wanapitia vitisho mbalimbali vya hata kutishiwa kutaka kufutwa wanachama, hali hii ya uh, taharuki na sintofahamu inaweka wapi mustakabali wa CHADEMA? E, changamoto ni kwamba a, kundi la G55 a, karibia wote kama sio wote ambao walitaja kwenye ile listi ni watu ambao kwenye uchaguzi wa wenyekiti wa CHADEMA e, walikuwa upande wa Freeman Mbowe. E, kwa hiyo e, kwa muktadha huo ni rahisi kwa kuonekana kwamba hili ni, ni gubu tu a, la kushindwa uchaguzi, lakini kwa upande wa pili Uh, inabidi tutambue kwamba eh, lengo la mwanasiasa yoyote eh, ni kuweza eh, kushika mamlaka au kupata cheo. Kwa hiyo, ni wazi lile kundi la G55 ni watu ambao walikuwa wamejiandaa kugombea katika eh, uchaguzi wa mwaka huu eh, alafu wanaona sasa kwamba watashindwa eh, kutimiza azma yao ya, ku, ya kugombea. Sasa mtihani ni kwamba E, una reconcile vipi e, hizi haya mawazo mawili uh, kundi moja linasema kwamba no reforms no elections, kundi la pili linasema jamani tuingie kwenye uchaguzi sasa. <coughs> Middle ground ni nini? Kwenye hili ni gumu, kwa sababu hata ukifikiria middle ground inakuwa ni nini, uh, inakuwa ni ngumu na ni mtihani. Lakini uh, kwenye kila chama cha siasa vitu kama hivi hutokea. Uh, kwao mimi nadhani sasa eh, ni wakati sasa uh, uongozi wa sasa hivi wa CHADEMA ukakaa na hawa uh, G55 eh, na nadhani sasa ikawaeleza kina Baubaga kwamba bwana, msimamo wa chama ni huu, hatutabadilika kama kuna mtu ambaye ana mpango wa kugombea mwaka huu eh, basi atafute jukwaa lingine kwa maana ya ya chama kingine cha siasa. Sasa hiyo itakuwa juu ya G55 eh, kukubali kwenda na msimamo wa chama wa no reform, uh, no elections au kuamua kugombea eh, kupitia vyama vingine. Tunaona vyama vingine vya eh, upinzani eh, vimewakaribisha wowote ambao wanaona kwamba walipo wa wameshindwa kufanya siasa basi wahamie kwao. Kwa hiyo option wanao ya kuhama chama lakini wao wenyewe wamesema kwamba watapambana ndani ya chama. Sasa swali ni kwamba Je, yeah, uongozi uliopo ukiamua kwamba uh, unaendelea na msimamo wake wa kwamba hakuta kuwepo na uchaguzi, je, yeah, au G55 wataamua nini? Sasa maamuzi itakuwa ni yao, weza wabaki ndani ya chama eh, au watafute nyumba nyingine ya kisiasa wahame. <laughs> okay <laughs> tarudi kwako Dr. Mbunda na, iwapo kila mmoja atashikilia msimamo wake hmm. Uh, uongozi ukasema no no reforms no election. G55 wakasema, sisi tunataka uchaguzi. Maana mm. yake kwamba lazima kuna mmoja itabidi ya mwage mwenzake. Iwapo G55 wataondoka mm. na tunaona baadhi ya watu wamekuwa ni mahiri sana mm. katika upande huo mm. unaweza ukaiteteresha uh, CHADEMA kwa namna yote uh, kwa namna yote ile uh, kundi la G55 wakiondoka, ni lazima chama kitateteleka kwa sababu Uh, unazungumzia watu ambao wenye wa uzoefu wa zaidi ya miaka kumi wapo pale kama huyo John Mrema, na amekuwa uh, nguzo muhimu sana ya kujaribu kusukuma mabadiliko ndani ya chama na, eh, na mabadiliko ya kisiasa kwa ujumla wake. Na labda pengine mi nijaribu tu kuweka msisitizo kwenye hilo kwenye hilo la kuondoka, sababu ukisikiliza uh, kama mtu ambaye ni eh, neutral eh? <laughs> mm. yani mtu ambaye una upande mm unagundua kabisa kuna viashiria vya uasi, vya, eh, vya ambavyo viko wazi kabisa. Kwa mfano unapoanza kusema kwamba labda pengine uongozi uliopo eh, una uongozi wa chama una kiburi na kadhalika mm. Ina maana yani wewe sio tena unashauri <laughs> ila unakosoa kwa sababu wanakuja na, na, na gia ya kushauri, lakini wanakosoa na wanakosoa kwa maneno ambayo yanamtia joto yule <laughs> mwingine mm. <laughs> Sawa, lakini vile vile, ukisikiliza vile vile kwa makini utagundua kwamba uh, uh, Mrema hasa alivyoongea leo ni kama vile alikuwa msemaji wa baadhi za taasisi ambayo actually ni tuseme labda pengine ni wapinzani wa chama. Kwa mfano, unavyoanza kuzungumzia uh, kwamba uh, labda pengine kuhusiana na labda makosa ya kisheria waliofanya mm, mm. Eh, unavyoanza kusema labda pengine kinga ambayo tumewanayo na walichofanya hiki, ina maana unampa, una, una faida uh, mtu ambaye ni outsider. <laughs> katika katika kwenye ugombi sawa eh. tayari tume na, na chama cha Chadema wapo kwenye mvutano, okay. E, we unavyoongea kwa niaba au unavyoongea kumjenga huyu watume ina maana tayari umeshachagua upande hmm. Ndo maana nasema kuna, kuna viashiria vya uasi ambavyo tunaona kabisa labda pengine vitasababisha huu um, mvutano usiishe vizuri hmm. Lakini uh, kama nilivyosema mwanzo <coughs> ni kwamba kwa namna yoyote ile e, au, au, ilo kundi hilo tuseme labda pengine watu 55 na au 200 wengine mm, kama wakiondoka kwenye chama kutakuwa na mtikisiko na, na kwa sababu hakuna fursa ya ku, na, labda pengine chama kinaweza kukosa fursa ya kushiriki uchaguzi moja kwa moja, ni dhahiri kwamba uh, namna ya kufikia maelano itakuwa ni ngumu mm, kwa sababu uh, uh, ile ile press conference ya kwanza mm, unaweza kuisema ilikuwa imekaa kiushauri lakini hii ya pili imekuwa imekaa ya ukosoaji zaidi, kusema si tuliwaambia, mmeona, si mtuliwaambia, mnaona? ni, ni kwa hiyo ni dhahiri kwamba mwisho wa siku unagundua kwamba yani hakuna sehemu ambapo wanaweza kufikia mwafaka, uh, mwafaka. Hmm. Uh, kibwana, tayari uh, wengine walishawahi kupitia njia kama hizi, tunataja vyama kama NCCR-Mageuzi kilishakuwa chama imara kweli kweli, kikaingia kwenye migogoro uh, kule Tanga mwenyekiti akapigwa vichwa na nini mambo akasambaratikia hapo, lakini pia CUF tuliishuhudia namna hiyo ikagawanyika, wengine wakaamua kwenda kupandisha tanga, mambo yakaiharibikia CUF na ikapoteza hata nguvu ambao walikuwa nayo uh, kule upande wa Zanzibar. CHADEMA wajapata somo ama huyu mdudu huwa ni kawaida kupita katika hivi vyama na kuvivuruga na hatimaye kupoteza uimara wake, na sasa changamoto ya G55 Uh, ni uhalisia wa uchaguzi uliopita wenyekiti, ambapo eh, tofauti ya kura kati ya mshindi ambaye alikuwa Tundu Lissu na aliyeshindwa Freeman Mbowe eh, zilikuwa kura thelathini na moja tu. Kwa hiyo eh, bado Freeman Mbowe alikuwa anaungwa na kundi kubwa. Sasa eh, issue ni kwamba uh, je, G55 wao ni sura tu Uh, ya movement ambao iko ndani ya chama au wako wenyewe kama wenyewe eh, kama ni wenyewe tu hamsini na tano uh, inaweza isiwe na athari kubwa ukizingatia mpaka sasa kwenye kundi la G55 hakuna haswa majina makubwa kisiasa uh, ambayo yamo kwenye ile list. Lakini sasa swali ni kwamba je, kuna wengine nyuma, yaani kwamba hawa g G55 ni kama frontline soldiers zilizopelekwa <coughs> mbele kama nyuma yao kuna majina ma kubwa ya, chade, ya ya Chadema ambao nao yakaamua kwamba okay, kama mwafaka umeshindwa kupatikana ndani ya chama basi na sisi tunahama. Huenda hiyo ndo ikasababisha mtikisiko eh, kidogo aa. Mimi nataka kuamini kwamba siamini katika G55 eh, ni hawa watu wapo, naamini kwamba eh, nyuma ya pazia eh, wako wengine, kama walivyosema wenyewe kwamba eh, hatuko wenyewe, wako wengi nyuma yetu, ni kwamba tu hawajataja hao uh, ambao wako nyuma ni wakina nani, lakini kama ambao wako nyuma yao G55 nao ni vigogo wa Chadema au wanasiasa wenye majina makubwa na uzoefu mkubwa ndani ya Chadema wakaamua kwamba sasa tunaondoka ndani ya chama, huenda uh, iko kidogo kikasababisha walao kwa muda mfupi, eh, mpasuko ndani ya chama, ambapo itaibidi sasa Chadema ichukue muda muda eh, kuji, kuji kujiunda upya eh, lakini nirudi, nadhani mwenzangu alisema hapo kwamba eh, Freeman aliposhindwa alishauri kwamba kuwepo na uh, na truth and uh, reconciliation uh, uh, committee. Eh, kutibu majeraha eh, ya uchaguzi. Sasa internally kama hayo yalifanyika sijui kwa sababu pia mtu anaposhinda uchaguzi anaamini kwamba bwana mimi nimeshinda. Kwa hiyo wale walioshinda, walioshindwa moja kwa moja wanabidi waje eh, nyuma yangu hmm. Lakini kwa uchaguzi ambao ulikuwa mgumu sana kama ule, nadhani kulikuwa kuna haja ya kukaa pamoja na kusawazisha baadhi ya vitu. Bado nadhani ipo muda wa kuzungumza. e, tatizo sasa ni kwamba sasa kundi la G55 inatoka hadharani na kusema haya mambo. Kwa hiyo ukiona kwamba kundi fulani la taasisi moja linatoka nje kuongea, ina maana mazungumzo ya ndani yameshindikana. Kuwa wanajaribu kushinikiza kupitia umma labda nao wanajaribu kuongea nje e, ili kulazimisha sasa uongozi useme bwana, sasa hapa ilipofika ndio tuzungumze. Lakini sasa mtihani mwingine kwa kipindi hichi e, ambacho inaleta ugumu kwenye timing ni kwamba mwenyekiti wa chama Tundu Lissu e, sasa hivi yuko Rumande akisubiria e, kesi yake ya uhai ni kusikilizwa hapo tarehe ishirini na nne e, kesho. Kwa hiyo ambapo mwenyekiti hayupo kutekeleza majukumu yake ya siku kwa siku. Ye, mazungumzo, he, je, mazungumzo yanawezaje kufanyika kwa sababu mm, lazima kuwepo na baraka na wa mwenyekiti. Sasa kama mwenyekiti yuko Rumande eh, ni kwa namna gani sasa hoja za zinaweza zikasikilizwa kwa sasa. Kwa hiyo eh, ni mtihani mkubwa kwa chama cha Chadema. Ni testi na leadership eh, kwo ni kwetu za kutazama kuona ni kwa namna gani watalivuka na na hili. Okay. Ngoja tumsikilize kwanza John Mrema, hii leo wakati akizungumza na wanahabari, ujumbe wake eh, kwa wanachama wengine ambao wapo ndani ya Chadema, akiwasisitiza kwamba waendelee kuwa watulivu. Kama wenzetu tunawasihi watulie kwa muda, wasifanye maamuzi, tuendelee kushauriana tunaendelea kushauriana na makundi mbalimbali mbali ya wadau wa demokrasia wenye nia na kupata njia nzuri, halali na yenye tija zaidi itakayowezesha watu kutimiza ndoto zao, matamanio na matumaini ya Watanzania kupata viongozi wawakilishi mbadala kutoka katika kundi kubwa la wanasiasa na viongozi mahiri wa Chadema. G55 inaamini kwamba bado wanaChadema wenyewe tunao uwezo na uhakika wa kupata ufumbuzi wa ndani wa changamoto zote za kidemokrasia zinazotukabili. John Mrema huyo msemaji wa kundi la vuguvugu vugu la G55. Wakati watu wanaendelea kwenda mbio mbio kweli kweli, uh, haya yanatokea na, uh, kama ambavyo alidokeza uh, kibwana kwamba wakati ambako uh, mwenyekiti tayari ana mashtaka ya kujibu na kesho kutwa ndipo ambako atapandishwa tena uh, mahakamani na kuna taarifa kwamba hamasa nyingi za watu kwenda kwa wingi pale mahakamani uh, lakini pia leo tumeona makamu mwenyekiti naye eh, amechukuliwa pale eh, Kariakoo wakati akitaka kuhutubia. Inaelezwa kwamba kuna baadhi ya taratibu hazikuwa zimewekwa sawa sawasawa mambo haya mawili, huku mm. mnakamatwa, huku kuna wengine wanawavuta mm. wakitaka mrejee kwenye uchaguzi, lakini bado mnasema kwamba hakuna uchaguzi bila ya mabadiliko. <laughs> <laughs> Inaweka wapi sasa hatima ya CHADEMA? Hii ni changamoto <coughs> changamoto muhimu sana uh, na ndo kipimo cha uthabiti wa kiuongozi uh, katika siasa kwa sababu wanasema siasa sio lele mama saa hmm, nyingine siasa inakuwa kama vile vita, sawa eh? kwa hiyo uh, ni kama vile unapitishwa kwenye tanuru, eh, tanuru lile <laughs> la, la moto ili tuone kama utatoka kama dhahabu kweli au la. Kwa hiyo nadhani CHADEMA inapitia hali hiyo, na kama ulivyosema hapo awali tuliona uh, chama cha wananchi kafu kule Zanzibar. Uh, sana sana sana, eh, nao walipita msukosuko mkubwa sana. Sasa hmm, kwa mfano kule wao walikuwa wanazungumzia uh, kususia uchaguzi. Kimsingi uchaguzi ule wa marudio elfu mbili na kumi na sita wakaamua kususia, eh, lakini kwa bahati mbaya mchakato wa kususia wa kuenda vizuri walikaa nje ya mfumo na wakaruhusu watu wakapitisha sheria nyingi tu muhimu, zingine zinazogusiana mambo inayogusa ina, mambo ya siasa na uchaguzi. Kwa hiyo tuseme walipoteza mm. Sasa na CHADEMA wao wakaja, hapana, sisi tunazuia tuna uchaguzi. Kwa hiyo ina maana <laughs> ni kama vile walijifunza kitu kutokana na kilichotokea kafu kule Zanzibar wao wanakuja na hiyo ajenda ya kuzuia uchaguzi. Sasa, ni kwa kiasi gani itafanikiwa labda, itategemeana tuna jinsi ambavyo wanaweza uh, kuhamasisha uh, uungwaji mkono wa ndani eh, na tumeona kwa mfano kama uh, kwenye sikukuu ya Pasaka hmm. viongozi wa dini kadhaa wamezungumzia kuhusu jambo hilo. Hii ni dalili njema kwao kwamba wanaungwa mkono angalau, lakini uungwaji mkono mwingine ambao wanaweza kutegemea Uh, kwa, kwa, kwa maoni yangu labda pengine ni wa nje uh, kwa sababu tulizungumzia uh, Zanzibar haitambuliki kama dola kimataifa, lakini tunavyozungumzia Tanzania Tanzania ni dola na uhalali wa viongozi wake unategemeana na jinsi ambavyo watakubalika ndani na nje ya nchi mm. kwa hiyo kama nje ya nchi watu watasema kwamba mmechaguana ah, huko lakini tunaona uchaguzi sio halali, unaweza ukatuletea doa vile vile. tukaona viongozi ambao yaani hawapewi ile thamani ya uhalali wa uongozi kwa sababu uchaguzi haukuwa halali. Kwa hiyo hiyo ni namna ambayo inaweza kuwasukuma baadhi ya wadau sasa. Kwa mfano, chama cha mapinduzi eh, kina uhakika wa kushinda eh, kwa jinsi ambavyo tathmini zilizofanyika hmm. lakini nadhani wangetamani washinde bila mawaa Yani, <laughs> bila lawama, lawama za nje, <coughs> <coughs> za ndani <coughs> na za nje ya nchi. Kwa hiyo labda pengine hiyo inaweza ikawa ni turufu itakayosaidia, uh, kwenda kukaa kwenye meza moja na CHADEMA na kuangalia kwamba, je, wanaweza wakaufanyeje huu uchaguzi ukawa na uhalali ili usilete uh, usilete maneno maneno, eh, kwa sababu eh, kwa mfano siku hizi uh, kwenye, kwenye uh, sheria za kimataifa kuna kitu kinaitwa Uh, recognition, eh? mm. Yani utambuzi, utambuzi. Wa, wa, wa, wa serikali sawa eh? kwamba hii serikali imeingia madarakani kihalali eh, na siku hizi utambuzi mara nyingi zamani ilikuwa ni naandiko inaitwa uh, note verbal eh? ile mm. diplomatic note <laughs> unamwandikia ili kumtambua kwamba hongera umechaguliwa Chaguli. kuingia madarakani lakini siku hizi ni kwenye Instagram tu mtu amposti kwenye Twitter. Sasa unaweza ukuta siku moja Trump kaamka kule ameposti atutambui huu uchaguzi mm. <laughs> alafu ikatuletea shida mm. kama nchi okay. Na wakati wetu natukimbia, Thomas Kibwana, hebu tumalizie, iwapo ungeitwa juu ya meza, e, kushauri sasa e, haya makandokando yote ambayo yanaendelea ndani ya Chadema, maneno yako angekuwa nini kwa pande zote mbili? cha kuwashauri hapo eh, ni kwamba sasa uh, uongozi uliopo wa Chadema uh, una maamuzi magumu, una option mbili uh. Either ikae na hao G55 na wengine wote wana yao, eh, bele, eh, ambao wana madukuduku yao wayajenge, wajue wanasogeaje mbele, ambao inaweza ikawa sasa ngumu au kuathiri eh, nani ajenda zao za mwaka huu au pili waamue kwamba wanaondoa ndani ya chama. Lakini sasa hatari ya option ya pili kuondoa ndani ya chama inaweza ikaharibu dhana ya chama kuwa cha kidemokrasia, kwamba mtaonekana kwamba ah, kumbe watu wakiwapinga eh, nyie maamuzi ni ku ni kuwafukuza eh. Kwa hiyo hiyo inaweza ikaondoa dhana ya ile demokrasia ndani ya ile neno Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo, option ni hizo mbili zote ni ngumu, kwa sababu kujadiliana nao kwa wakati huu eh, inaweza ikakwamisha ajenda ambayo iko time sensitive, kwa sababu eh, bunge linavunjwa mwezi wa sita eh, mchakato wa uchaguzi unaanza Oktoba, watu wanaingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo muda wa kujadiliana nao na kupata usuluhishi eh, muda ni mfupi, ni time sensitive. nikwafukuza na hapo ndio mtakuwa lebo kwamba yeye hamfuatishi mnachokihubiri, watu kuwapinga tu kidogo E, kupigania haki ya ku, ya kuchaguliwa mmewafukuza, kwa hiyo hakuna option rahisi eh, wazungu wanasema stuck between the rock and the hard place eh. Na sasa hapa ni swala la pick your poison, yaani chagua sumu yako, ni sumu ipi ambayo unaona uko tayari kuimeza na kuvumilia madhara yake. <laughs> A ni kushukuru sana Thomas Kibwana kwa kuungana nasi hii leo katika uchanganuzi na, na kutumalizia kwa fikra tunduizi kama hizo. Kuna kwa uchanganuzi kwa siku ya leo na, hapa studio pia tumekuwa naye Dr. Richard Mbunda, yeye ni mchambuzi pamoja na mhadhiri uh, kitaaluma. Nikushukuru sana. Asante, shukrani sana. Naam, tunaweka nanga kwa siku hii ya leo katika uchanganuzi. Umekuwa nami Nurdin Selemani. Leo tulikuwa tukitupia macho yale ambayo yanaendelea ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, baina ya pande zote mbili, kundi la G55, na uongozi wenyewe ambao umekuwa ukivutana, wengine wanasema tutumie busara twende kwenye uchaguzi, lakini uongozi unasema hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Kutakia usiku mwema na kwaheri kwa.